Kwa nini maombi endelevu na sio maombi? Kuna tofauti kati ya maombi na maombi endelevu. Yesu alikuwa na maombi endelevu. Maombi sio kipindi, maombi ni mfumo wa maisha wa mtu kuzungumza na Mungu automatic, hata wakati ambapo hakuna mazingira ya kuomba kabisa lakini mtu huyo ataongea na Mungu. Nikupe mfano. Nehemia akiwa mbele ya mfalme Altashasta, jitu kubwa lenye kutisha. Mfalme akamuuliza Nehemia, naona kuna kitu hakiko sawa nikikuangalia hivi, sura yako kuna kitu hakiko sawa. Anasema ndipo nipo mwomba Mungu. Alimwombaje? Ndipo nipo mwomba Mungu anaposema, anapomaliza kusema ndipo nipo, nipo mwomba Mungu, Mungu. Nikamwambia mfalme nawezaje kuwa na furaha wakati watu wa nchi yangu wanakaa katika hali ya shutumu Maombi endelevu ni mfumo wa kuwa na maongezi na Mungu muda wote. Tatizo ambayo limekupata saa saba mchana linahitaji mafunuo ya saa saba mchana. Wewe unatembea na ombi uliomba asubuhi, hapa katikati kuna mambo mengi. Kwa hiyo jifunze kuwa katika mnyororo wa maombi katika muda wako wote.